Kwa majina naitwa Gembe, mwanafunzi wa kidato cha tano mchepu wa sayansi kombi ya PCM. Mimi ni mwanafunzi wa bunge, nilianza bunge mwaka elfu mbili na ishirini na nne na natarajia kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na sita Mungu akipenda. Pongezi zangu zazati nazipeleka kwa Mama Samia kwa kuweza kujenga shule hii na kutupatia huduma bora na mahitaji yote ambayo yanahitajika kwa mtoto wa kike. Tunasema asante sana kuendelea kutusaidia na kutupigania na kila changamoto zote tunaweza kutana nazo, tunasema asante sana pia. Ukiachana na hayo, nikija kuwa mtu mkubwa, ntakuja kusaidia wanawake wezangu, wanafunzi wezangu, na pia tume, kutokana na mazingira ya shule ilivyojengwa, navyoiona ilivyojengwa, huduma nazo zipata, naona kabisa asilimia tisini na tano na kuna uwezekano mkubwa wa mimi kufikia kile nachokitaka na, na malengo yangu. Mama yuko kazini.